Hakika nguvu ya maono media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie, ukiziona ishara hizi kumi na tatu, tambua maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho. Namba moja, kujiona ndotoni unashambuliwa siku zote. Ndoto ni lango la kiroho. Ukiota ndoto za kutisha mara kwa mara, ndoto za kukimbizwa, kula chakula au kushambuliwa Tambua hiyo ni dalili ya vita vya kiroho siku zote. Ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu kunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku usingizi mzito uaajili yapo watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto za kukimbizwa au unaota ndoto mbaya mara kwa mara, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita. Kwa hiyo ukiota ndoto za namna hii hutakiwi kupuuzia kabisa, kwa sababu ndoto ni njia mojawapo pia ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Mungu anaweza kutumia ndoto kukuonyesha kuwa upo kwenye vita na unatakiwa kusimama kuomba. Watu wengi wamekuwa wakipuuzia ndoto ambazo wanaziota, lakini nataka nikwambie, ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto mbaya kwa mara kwa mara, kwa mfano unaota unakimbizwa na wanyama au unaota unakimbizwa na watu usiwafahamu au naota unakimbizwa na nyuki au naota unakimbizwa na vitu vya ajabu. Ukiota ndoto za namna hii mara kwa mara, basi unatakiwa utambue ya kuwa uh, maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho. Unatakiwa usimame ku, na uanze kuomba na utakiwi kupuuzia hata kidogo. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto mbaya mara kwa mara, ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho, na unatakiwa kusimama kuomba pasipokupuuzia kabisa. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona basi unatakiwa utambua kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho, kuona maisha yako yamejaa mapambano yasiyo na maelezo, wakati kila kitu kinaonekana kuzidi kuwa kigumu bila sababu, ni dalili ya adui akipinga kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso 6 na mstari wa 12 imeandikwa nukuu,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 yapo kwenye vita vya kiroho unatakiwa usimame na uweze kuomba lakini ishara namba tatu ambayo ukiona basi tambua ya kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho kucheleweshwa kwa baraka zako na majibu ya maombi yako ukisoma bibilia utamwona danieli alifunga na kuomba kwa siku 21 lakini mkuu wa anga la wajemi alimzuia malaika aliyekuwa anamletea majibu ya maombi yake kwa hiyo ishara namba tatu ambayo ukiona basi unatakiwa utambue ya kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho ni kucheleweshwa kwa baraka na majibu ya maombi yako. Unaona, ukisoma kwenye Bibilia utaona mtumishi wa Mungu Danieli alifunga kwa siku ishirini na moja akiwa hali kitu wala apaki, apaki mafuta lakini maombi yake yalizuiliwa na mkuu wa anga la Wajemi. Kwa hiyo ukiona baraka zako au majibu ya maombi yako yanacheleweshwa, basi unatakiwa utambui ya kuwa upo kwenye vita vya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kumi na mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tatu imeandikwa nukuu, ndipo akaniambia usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako fahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako lakini mkuu wa anga la wajemi alinipinga siku 21 bali tazama huyo mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa wajemi unaanza kuona danieli tangu siku ya kwanza alipoamua kufunga biblia anasema majibu ya maombi yake mungu alishayaachia lakini mkuu wa anga la Uajemi aliazuia, alimzuia malaika yule aliyekuwa amebeba majibu ya maombi yake. Kwa hiyo uki, ukiona kwenye maisha yako umekuwa ni mtu ambaye unaomba lakini majibu yako yanachelewa kuja, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa upo kwenye vita vya kiroho. Unatakiwa usimame kushindana na yule anayezuia majibu ya maombi yako. Unaanza kuona hapa kwenye hii kitabu cha Danieli sura ya kumi na mstari wa kumi na mbili, Biblia inasema ndipo akaniambia usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyekeza mbele za Mungu wako maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja. Yani kumbe, tangu Danieli alipoamua siku ya kwanza kabisa alipoamua kufunga na kuomba, majibu ya maombi yake Mungu alishayaachia, lakini mkuu wa anga la Wajemi mkuu wa anga la wajemi aliazuia, mkuu wa anga la wajemi aliazuia majibu ya maombi yake, alizuia baraka za Danieli. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa unadhani kuwa Mungu bado hajajibu, kumbe Mungu tayari alishajibu maombi yako, kumbe tayari Mungu alishachia majibu ya maombi yako, lakini kuna mkuu wa anga unaloisha ameazuia majibu yako. Kuna mkuu wa anga unaloishi ameazuia majibu yako, amezuia baraka zako, anachelewesha baraka zako. Kwa hiyo ukiona baraka zako au majibu ya maombi yako yanachelewa, basi unatakiwa utambue ya kuwa maisha yako yapo kwenye vita. Unatakiwa usimame kisawasawa, kuomba kushindana na yule anayezuia majibu ya maombi yako lakini ishara namba nne ambayo inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho ni kukutana na mashambulizi ya ajabu katika familia, fedha na kadhalika. Wakati familia yako inagawanyika au mapato yako yanasambaratika bila sababu ya msingi, mara nyingi ni silaha ya adui. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kumi na mstari wa kumi imeandikwa, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo ukiona kwenye maisha yako unakutana na mashambulizi ya ajabu katika familia, fedha, ndoa na kadhalika, ni ishara ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye vita vya kiroho. Lakini ishara namba tano ambayo inaonyesha maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho ni kujihisi umebanwa kiroho, au kuona ugumu wa kiroho, kuona hali yako ya kuomba, kusoma neno imekuwa ngumu, na wakati mwingine unajiona unakosa hamu ya kuabudu. Hii ni dalili ya adui anajaribu kukufunga kiroho. Kwa hiyo ukijiona umekuwa ni mzito kuomba, wakati mwingine ukitaka kuomba, au kipindi cha juma ulikuwa unajiona ulikuwa ni mtu ambaye unaweza kuomba sana, lakini ghafla unashangaa uzito kuomba, yani unaona ugumu kwenye kuomba unakosa kabisa shauku ya kuomba, unakosa shauku ya kumwabudu Mungu, unakosa shauku ya kumtukuza Mungu. Hii ni ishara inayoonyesha kuwa uko kwenye vita vya kiroho, adui anakufunga ili aweze kukushambulia. Unatakiwa usimame, lakini ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano na mstari wa nane imeandikwa mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumai uzunguka huzungukazunguka akitafuta mtu ameze. Kwa hiyo ukiona ishara hii ukijiona unakosa hamu ya kuomba, unakosa shauku ya kufunga, unakosa shauku ya kwenda ibadani, unakosa shauku kabisa ya kuomba, ni ishara ya kuwa upo kwenye vita vya kiroho na shetani anataka kufunga ili akushambulie kisawasawa. Lakini ishara sita, ya sita, ambayo inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho ni kuvamiwa na hofu isiyokuwa ya kawaida. Ukijiona una hofu kali, ndoto za hofu, au kuishi ukiwa na hofu ya kesho ni silaha ya vita vya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa saba imeandikwa nukuu, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo ukiona unavamiwa na hofu isiyokuwa na kawaida, yani ukiona unavamiwa na hofu isiyokuwa na kawaida ni ishara ya ku inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho. Lakini ishara namba saba, mahusiano yako muhimu kuvunjwa au kuvunjika bila sababu. Adui hutumia mafarakano ili kukuzuia kuendelea. Ikiwa ghafla marafiki au washirika muhimu wanapotea, kuna uwezekano ni shambulizi la kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya pili na mstari wa 11 imeandikwa nukuu, Shetani asije akapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa hiyo ukiona mahusiano yako muhimu yanavunjwa bila sababu, ukiona mahusiano yako muhimu yanavunjwa bila sababu, wale watu wa muhimu unashangaa, una unagombana nao, wale watu ambao wangetakiwa wakusaidia, wangetakiwa wakuvushi, unashangaa ghafla kuna kinatokea kitu, mnaanza kupishana. Unakuwa unajiuliza, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa upo kwenye vita vya kiroho unatakiwa usimame uombe. Lakini ishara namba nane, kujirudia kujirudiarudia katika majaribu fulani. Ukiona dhambi moja inakurudia mara kwa mara hata baada ya kutubu, tambua hiyo ni vita vya kiroho, ili kukuzuia usisonge mbele. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa Pili sura ya 10 na mstari wa 4, imeandikwa nukuu, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo ukijiona, ukiona dhambi moja inakurudia mara kwa mara, unashangaa unatubu, lakini baada ya dakika chache unajikuta umeshaanguka, basi tambua hiyo ni silaha ya adui ambao anaitumia kukuzuia kusonga mbele. Unatakiwa usimame na uanze kuomba. Lakini ishara ya tisa ambayo inaonyesha kuwa maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho, kusikia sauti ya kukatisha tamaa au kujua adui kujaribu kuua ndoto na hata maisha yako kwa kuleta mawazo hasi. Kwa hiyo ukianza kujiona unawaza mawazo mabaya tu, unawaza kujiua, unawaza kuharibu maisha watu wengine, unawaza kuwachonganisha watu wengine, basi tambua maisha yako yapo kwenye vita vya na kiroho. Unatakiwa usimame uweze kuomba. Lakini ishara namba kumi usukumwa kujitenga kwenye huduma au imani. Unapokuwa karibu kukua kiroho, ghafla unahisi kutaka kuacha huduma, kuacha kanisa au kumtumik, au kuacha kumtumikia Mungu, tambua hii ni vita vya kiroho. Kashanga ghafla tu unajisikia ndani yako kuacha huduma, kuacha kumtumikia Mungu, unajisikia unajisikia tu unajisikia tu ghafla, unajisikia tu ghafla unajisikia ghafla ghafla huduma kukambana na Mungu, tambua hiyo ni vita vya kiroho, unatakiwa usimame kisawasawa lakini ishara namba moja, uchovu usio wa kawaida kila unapojaribu kuomba au kusoma Biblia. Mwili unaweza kuchoka, lakini ukiona kila mara ukienda kuomba au kusoma neno unashikwa na usingizi au kuchoka ghafla, tambua hiyo ni silaha ya adui ukijiona tuwe, kila ukitaka ku, ku, kuomba, kila ukitaka kuomba unajisikia mwili wako unachoka, unaanza kupiga miayo. Ukisikia tu maombi unaanza kupiga miayo, lakini ukisikia season au ukisikia movie unaweza ukakaa ukaangalia movie yote pasipo kusikia usingizi, lakini ukisikia tu maombi unasikia mwili wako unachoka, unaanza kupiga miayo, tambua maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho. Unatakiwa usimame kisawasawa, usilete ulegevu. Lakini ishara namba kumi na mbili, kushambuliwa na mashafuku yasiyo na sababu, migogoro ya mara kwa mara kazini, nyumbani au kanisani. Ukiona migogoro ya namna hii, basi unatakiwa utambue maisha yako yapo kwenye vita vya kiroho Unatakiwa usime kuomba wala usihuzunike. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 33 imeandikwa nukuu, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni wa amani. Kwa hiyo Mungu wetu si Mungu wa machafuko, bali ni wa amani. Kwa hiyo ukiona machafuko yanatokea kazini, kwenye ndoa, yanatokea uh, kanisani, basi unatakiwa utambue kuwa hiyo ni vita vya kiroho, unatakiwa usimame uweze kuomba kisawasawa. Lakini ishara namba 13 ta ukijiona unajikuta unasahau sana mambo ya kiroho, unajikuta unasahau sana mambo ya kiroho. Ulikuwa unakumbuka maandiko ndoto na mafundisho, lakini ghafla kila kitu kinapotea haraka, hadui kupiga akili ili kukudhoofisha. Kwa hiyo ukijiona unajisawa au ukijikuta unasahau sana mambo ya kiroho, unajikuta yani mambo ya kiroho unayasahau kabisa basi unatakiwa utambua ya kuwa maisha yako yapo kwenye uh, vita vya kiroho kwa hiyo unachotakiwa ukifanya ni kusimama na kuomba kisawasawa ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza kama kuna jambo ambalo umejifunza naomba ukomenti chini uandike nimejifunza zaidi lakini pia nitafurahia ukiniambia umejifunza kutokea mkoa gani au nchi gani au sehemu gani nitafurahia Mungu akubariki. Pia wewe utakayetumia muda wako kushea linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Nikutakie wakati mwema.